Imekuwa siku ya majonzi hapa Bondo. Taifa zima liaja kumwaga kiongozi wa muda mrefu wa upinzani Raila Amolo Odinga. Watu kutoka pembe zote za nchi na Afrika walifika kumpa heshima za mwisho, wakimsifu kama nguzo muhimu katika demokrasia na umoja wa taifa, kulingana na matakwa ya baba. because baba believed in political parties, he built the largest political party ODM I want to tell you, we will respect ODM. We will support you to hold ODM together. ODM must be strong as we go to 2027, because that is the way we are going to have a strong government. Nataka niseme hapa mbele yako baba. Ya kwamba chama hiki ambacho umetuachia mimi sifuna sitakuwa baadhi ya wale ambao watachangia kuangusha chama cha Raila Amolo Odinga. Hotuba to to hizo ziliashiria mwanzo mpya wa chama cha ODM huku viongozi wakitaka wafuasi kuendelea urithi wa Raila wa amani, umoja na demokrasia. hii chama yetu baba ndiyo ilituweka na vile baba ameenda, hatuwezi wacha chama, bado tuko na baba kwa hii chama. Tutawacha? Hatutawacha. Hata kama wenye wanataka kutoka watoke, na sisi tuko kwa chama amba kuvita nda atutaki atutaki. Yes, mtugawe. Yeah, ataa tukwetne tukwe tulikuwa kitambo. We shall miss you Jacob, we shall miss you ODM. Muko tayari? muko tayari? tuunde serikali 2027. Mazungumzo ya leo yamekuwa ya matumaini, yakisisitiza kwamba ingawa Raila ameondoka, urithi wake siasa safi na umoja wa kitaifa utaendelea kudumu. Jason Sagini, kutoka kaunti ya Siaya nchini Kenya, RFI Kiswahili.